Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina anaitwa Rajab Makame Ali, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya ZAYSO Zanzibar Youth Support Organization. Alhamdulillahi ala kulli hali, leo hii tumekuja maeneo ya Jangombe hapa kuja kusapoti madrasa ambayo madrasa hii imepitia kwenye changamoto mbalimbali mbali. changamoto za kimakaazi e, tutakwenda kujionea namna wanafunzi wanapopata tabu katika swala so zima la makazi na kusoma katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Alhamdulillah, ala kulli hali, madrasa hii ina, inavunja sasa hivi ile eneo la boma ambalo wazee wamenunua kwa kupitia pesa zao. Kwa hiyo Zaiso, tumeona ina haja na sisi kuja kusapoti hapa ili ala kulli hali e, watoto wetu wapate sehemu nzuri ya kusoma. Kwa hiyo tunabomoa boma hili, lakini ujenzi mpaka sasa hivi hatujaujua Allahu aala. Kwa hiyo tunawaomba waumini e, sisi Zayso tumeonyesha mfano. Kwa hiyo tunaomba asasi nyingine za kiraia pamoja na waumini kwa ujumla muweze na nyinyi kusapoti jambo hili ili, ili watoto wapate mazingira mazuri na mazingira yalokuwa salama kwa ajili ya kusoma. Kwa baada hayo, eh, ya hayo ningeliomba asasi za kiraia tuweze kushirikiana pamoja tuisaidie madrasa hii. Asante sana. Tumeisapoti kwa njia ya kutoa kile ambacho Allah ametujalia katika ujenzi huu, lakini hakijafikia lengo ya kusema kwamba liimalize madrasa nzima kwa kile ambacho Allah ametujalia ndio tulichokitoa, hatuwezi kukitamka kwa sababu kawaida yetu Zaiso, tukitoa mkono wa kulia, wa kushoto tutaki ujue, kwa inshallah, tumetoa kile Allah alichotujalia, na ndo harakati hizi zinaendelea hivi sasa. Eh, Zaiso ni Zanzibar Youth Support Organization Tanzania. Kwa jina anaitwa Halima Shabani Abdi, ni mjumbe wa sheha namba 3. katika sheha yetu hii tumechukulia, tumelitilia uzito. Tunashukuru kwanza kuja kuungana nasi katika kiwanja chetu hichi ambao katika sehemu yetu hii ambao tunatarajia kujenga chuo chetu kwa ajili ya wanamtoto wetu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Tupo katika jimbo la Mpendae, maeneo ya Jang'ombe, kama mnavyoona shughuli zinavyoendelea. Hili ni eneo ambayo tumelinua kwa ajili ya ujenzi wa madrasa, na mimi ikiwa ni kama mwalimu mkuu wa madrasa hiyo Almadrasatu kad aflaha lmuminun kwa kweli tumepitia changamoto nyingi sana, na wanafunzi wetu tutakwenda kuwaona, mazingira wanaosoma ni magumu sana, lakini alhamdulillah, tumetafuta eneo kwa ajili ya kuanzia kujenga madrasa. Tumepata hili, hatua itakayofuata ni ya ujenzi. Kwa ajili hiyo, ndugu Waislamu popote pale mlipo, tutaomba mtusaidie na ikibidi mufike kabisa kwa ajili ya kutusaidia ujenzi huu wa madrasa hii. Ni sadaka tunjari ya kwako wewe, unajitolea chochote kile kidogo, utakachokitoa Allah anakijua na Allah atakulipa. Lakini pia tusiwe wizi wa fadhila. Katika kununua hili eneo kuna watu mbalimbali wametusaidia ikiwemo eh, mbunge wetu ila, mpendae, wa jimbo hili la mpendaye mheshimiwa Taufiki lakini pia hata taasisi ya ZAYSO nayo imechangia katika suala hili la kununua hichi kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa madrasa, lakini pia vile vile watu mbalimbali mbali ambao siwezi kuwamaliza kuwataja, tunawashukuru sana. Lakini pia tunamuomba pia mheshimiwa mbunge Taufiki aendelee kutusapoti kwa sababu sasa hivi hatua inaofuata ni hatua ya ujenzi wa madrasa. Watoto ni wingi sana na tutakwenda kuwaona kwa hiyo wito wangu kwa Waislamu popote pale mlipo, inshallah, atakayejaliwa anaweza kufika hapa, tufali, saruji, fedha taslimu, anaweza kutuchangia kupitia namba zetu ambazo zitapita, tutaziona hapo inshallah. Miongoni mwa changamoto ambayo tulikuwa tukizipitia, kwa sababu kwanza, hii madrasa tulianza na watoto kidogo tu mtaani, kwa sababu mimi wa mtaani waliniita wanataka wakusomeshia watoto wao, lakini nitawasomesha wapi? Sina eneo. Wakaenda wakaomba msikitini, tukapata msikitini, lakini wakati ya siku zinavyoendelea kwenda, wanafunzi wakawa wanaongezeka, baadaye ikawa kero msikitini, tukatolewa. Kwa bahati nyuma ya msikiti kuna mama akaisikia ile hali, akasikia kilio chetu, akatuita, akatuambia bana, kutokana hamna sehemu ya kusomea, njoni msomee ukumbini kwangu. Kwa hiyo akatupa ukumbi wake tukawa tunasoma pale ukumbini na kwa, kwa kadri ya siku zinavyokwenda, ikawa wanafunzi wanazidi kuongezeka, na sehemu yenyewe ni finyu, wanafunzi ni wengi sana, joto kali, chuo kimoja, na unajua changamoto za wanafunzi kila wakati kujisaidia na chuo ni kimoja. Kwa hiyo tukakaa pale takriban, sasa hivi tuna mwaka wa tatu tuko pale tunasota, lakini alhamdulillah tumepata eneo hili kwa linauzwa, tumelinunua lakini katika changamoto tulikuwa tunazipata pia vilevile kila vile, eh, sehemu tunapokwenda kuomba msaada angalau kuhifadhiwa wanafunzi wetu na kuwa, pia imekuwa ni jambo gumu sana, kwa sababu kwa ufinyu wa lile eneo tunataka tupate angalau na sehemu nyingine angalau kumbi mwingine, lakini pia imeshindikana, ikawa watoto wanasoma nje. Angalia kipindi cha mvua kama hichi, kinyesha mvua inabidi watoto tunawaondosha. Kipindi cha jua ile sehemu wanaosoma, tutakwenda kuona ikija jua inabidi na wao waondoke, lakini hatuwezi kuwa wizi wa fadhila. Tushapata sehemu hii, tumeshanunua na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na Waislamu watatusikiliza popote pale walipo, watatutekelezea shida yetu hii insha Allah. Nashukuru tulivyofarijika kupata sehemu pamoja na waheshimiwa zetu kutusaidia sehemu hii, angalau watoto wetu watapata kusoma, maana watoto hawataki kusoma lakini kila chuo kikiwa karibu na sisi, tunafarijika na tunashukuru viongozi wetu, kuanzia rais, mbunge, mwakilishi, madiwani, kutupatia ngala faraja ya sehemu hii. Tunashukuru sana, na nyiye mliokuja, pia tunashukuru vile vile, eh, kupata <laughs> kupata msaada kwenu, na mnatuona hivi wananchi tunavyohangaika, eh, tunashukuru Tushapata chuo tushapata na tanki la maji, tunashukuru vile, tunashukuru wananchi, tumechangishana na viongozi wetu akatusaidia sehemu hii, pia tunashukuru, tunafarijika sana sana. Sisi sisinaiomba jamii itusaidie izidi kutusaidia baada hapa alipotusaidia ina maana itusaidie zaidi, tumefurahika. Wazee wa mtaa jina mtarajina, anaitwa Abdul Hafid Abdullah Hassan Jamal ni mmoja katika wajumbe na wazaiso Organization. Uh, leo tumekuja katika eneo hili hapa Jang'ombe kusaidia kubomoa kiwanja hili ya ubanda hili kwa mujibu, ili pajengwe madrasa ambayo ndio kusudio kwa sababu uh, madrasa hayo ni madrasa, wanalo eneo lakini eneo la wamepewa tu kama ni ukumbi wanasomea vikri, wanafunzi ni wengi kuliko eneo, na ni eneo la watu. Kwa hiyo wakaona njema kununua banda hapa ili kujenga madrasa, waweze kupata nafasi ambayo, eh, itatosheleza katika mahitaji ya kusomea wanafunzi madrasa, madrasa tl Qur'an. Kwa hiyo sisi Zaiso kama tulivyojitolea kwa njia tofauti ikiwemo huu ushiriki wa ubomozi wa banda, wa banda hili ili kujenga madrasa. Vile vile tunaomba taasisi nyingine mbalimbali na miasasa mingine mbali ishiriki mbali, mbali, mbali, pia katika ujenzi wa madrasa hii, kwa sababu kusoma Qur'ani ni wajib na kutafuta ilmu ni wajib. Talabat ilmi faridatan ala kulli muslim, e, kutafuta elimu ni fardhu kila mwislamu. Kwa hiyo kwa maana hiyo inahitaji na inahitajika watu kusaidia kuhusu jambo hili la kutafuta elimu kwa watoto wetu na wanafunzi na vijana wetu, kwa sababu kama tunavyoona vijana sasa hivi wimbi kubwa sana la wa vijana ambao hawana mwelekeo katika maisha, wanavuta mabangi, maunga, ma vikundi viovu, kupiga watu na vitu kama hivyo. Hii yote inaonesha kwamba hawa vijana huenda walikosa msingi wa elimu wa dini yao pia na dunia yao, kwa sababu vyote vile hivi dini na elimu ya dini na elimu ya dunia inahitajika ili kujenga kumjengea mtoto na kijana mustakbali mzuri wa maisha yake, na kuweza kuepuka au jamii ipo kuepukana kutokana na vijana hawa, watoto hawa, madhara mbalimbali yanayotokana na vitu na vitendo vibaya kama wizi na mfano wa hivyo. Kwa hiyo tunashajihisha jamii na taasisi mbalimbali kuweza kusaidia katika kujenga ujenzi wa madrasa hii, ili kufikia malengo ya vijana wetu na watoto wetu wa madrasa hawa kupata elimu ya dini yao na dunia yao. Nadhani mpaka hapo nitakuwa eh, nifahamika waa. Alhamdulillah.